Shule ya msingi ya Central Baptist ndo taswira kamili tunayokutana nayo geti ya shule hii ikitofautiana kabisa na hali ya madarasa inayoonekana katika shule hii: nyufa zilizopasuka na hatari kwa wanafunzi, makaratasi yaliyotandikwa kwenye madirisha ili kusitiri mvua na miale ya jua, mabati iliyochoka tayari kubebwa na upepo, madarasa ya karne zilizopita. Na picha hii ya madarasa haya matatu yakileta sura mbovu katika mji huu wa Bungoma, eneo bunge la Kanduyi, jambo ambalo limemtia mwalimu mkuu wa shule hii Agnes Wafula Kwatera tumbo joto, hofu ambayo iko katika shule hii ni kwamba tuna uh, building ambayo ina inakaliwa ina na watoto wa grade one, grade 3 and grade 4 yote imeharibika, imeliwa na mchwa, imecrack, na mchwa imecrack na iko karibu kuanguka. Sasa hofu yangu eh, dhidi ya walimu kuja shuleni na kuwa tayari kufunza wanafunzi, hofu yangu ni kwamba mvua ikija mingi vile naiona, Building hii inaenda kuanguka. Shule hii yenye idadi ya ye wanafunzi takriban 1200 ikionekana kuwa hatari mno kwa wanafunzi hawa, wanaonekana kuambiwa kuwa wao ndiyo viongozi wa kesho, kesho yao ikionekana kwa kodolea macho na kukatiza masomo yao punde tu mvua inapoanza kunya, hilo likimtia wasiwasi mwalimu mkuu wa shule hii Agnes Kwatera na kumtaka mbunge wa eneo hili la Kandui wakili John Makali kuingilia kati ili wasija wakajenga ukuta kabla ya kuzibaufa. Shule ya Central Baptist ina wanafunzi zaidi ya mia, elfu moja na mia mbili, na watoto hawa hawana mahali pa kusomea haswa. Eh, nusu ya idadi hii ambayo ina, ina inasomea katika ile building ambayo nimezungumzia. Ninaomba serikali haswa ya kaunti na mbunge wetu John Makali ya kwamba shule hii iko maeneo yake, na ninaomba ya kwamba kabla watoto wetu hawajapata hatari ya kuangukiwa na building, aje na atusaidie e, katika kuhakikisha ya kwamba tuna jengo ambalo watoto wanaweza somea ndani mbali na athari iliyowakodolea macho wanafunzi hawa. Wavulana katika shule hii wanaonekana kukosa vyoo kabisa, kwa kuwa ni choo hiki kimoja pekee kinachotumika na wavulana hawa zaidi ya mia tano, jambo ambalo huenda likazua mkurupuku wa magonjwa huku mwalimu mkuu huyo Agnes Kwatera akiitaka asasi husika kuingilia kati na kuimarisha miundo msingi katika shule hii hata kwa jengo mmoja pekee, huku maandishi haya yakiashiria mara ya mwisho shule hiyo kupokea pesa za NGCDF. Ama kweli usipoziba ufa utajenga ukuta. Sani matano, Mpakani TV, shule ya msingi ya Central Baptist, eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma.